Lakini pia pokeeni salamu uh, za kipekee kabisa kutoka kwa Dkt Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anawapa pole sana sana sana, ndugu zangu, kwa msiba huu mkubwa uliotupata. Na jana tulikuwa na kikao, kwa wale mnaofuatilia, tulikuwa na kikao cha Kamati Kuu, na yeye anayo taarifa kwamba mimi niko hapa leo kwa ajili ya kuja Mtu ukisema nimekuja kutoa faraja watu wanawaza mfariji ni Mungu. Ni kweli tunajua Mungu ndio mfariji. Ila sisi wanadamu tunashirikiana naye. Bwana Yesu asifiwe. We hapa mwenye si mwana na wafiwa wamecheka baada ya kusema mi kwenye foleni na kaa mbali. Ndio nimeshiriki na mimi hivyo, si ndio jamani? Kwa hivyo anafahamu niko hapa na kwa kweli anawapa pole sana na yeye anamshukuru sana baba Askofu wetu ambaye amelala hapa kwa huduma aliyoitoa katika nchi hii kwa sababu kuongoza watu wanaomcha Mungu ni tofauti na kuongoza na watu wasiomjua Mungu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ametuma salamu hizo, mzipokee ndugu zangu. Lakini pia kwa sababu huko mbele tunao uchaguzi. Niwaombe sana pamoja na kwamba huwa mnatuombea sana sisi viongozi lakini pia mnaliombea taifa letu sana, niwaombe, mwaka huu tuliombee zaidi taifa letu, mwaka huu tuwaombee viongozi watakaopatikana kupitia uchaguzi kwa haki. Lakini hao watakaopatikana kwa haki, Biblia imetuagiza kuheshimu wenye mamlaka. Ni vizuri sana sisi tumjuao Kristo. Kujua nini cha kusema, kujua nini cha kufanya, kujua namna ya kuenenda mbele ya viongozi wetu.